Hamjambo, karibuni tena. Sasa twende moja kwa moja kwenye habari muhimu zinazoitikisa dunia nzima. Ali Larijani, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran, ametoa tamko zito. Ameonya kwamba ikiwa Marekani itafanya kosa lolote, Iran italazimika kutengeneza silaha za nyuklia kutokana na shinikizo la umma. Ndiyo mesikia vyema. Sasa kiongozi mkuu wa Iran anapatwa dhidi ya silaha za nyuklia, lakini Larijani ameweka wazi kwamba ikiwa Marekani au Israel itatumia suala la nyuklia kama kisingizio cha kushambulia Iran, hawatakuwa na budi ila kutengeneza bomu la nyuklia. Alisema haya kwenye televisheni ya Iran usiku wa siku chache zilizopita. Na hii ndiyo sehemu ya kushangaza: Larijani anadai kwamba mpango wa nyuklia wa Iran Hauwezi kuharibiwa na mashambulizi. Kulingana na yeye, teknolojia yao imeundwa kuhimili mashambulizi bila usumbufu wowote. Huo ni uthabiti wa hali ya juu, sivyo? Lakini si hayo tu, Larijani pia alipuuza barua ya hivi karibuni kutoka kwa Donald Trump, akiita ni maneno yale yale ya zamani. Anamlaumu Trump kwa kuvunjika kwa makubaliano ya nyuklia ya Iran ambayo pia yanajulikana kama JCPOA. Katika ulimwengu ambapo tayari kuna mvutano mkubwa, matamshi ya Larijani yameongeza mafuta kwenye moto. Alisisitiza kwamba Iran ina nafasi ya kipekee miongoni mwa mataifa yenye nguvu, huku nchi nyingi za Magharibi zikitaka uhusiano wa kujitegemea na Iran lakini zikizuiliwa na shinikizo la Marekani. Na tusisahau kuhusu Israel. Larijani alidhara nguvu za Israel katika kanda, akisema si kitu bila msaada wa Marekani. Pia alilaani vikali vitendo vya Marekani nchini Yemen, akidokeza kwamba Marekani ingepaswa kutoingilia kati. Hali hii ni tete, na kuna hatari kubwa ya kutokea kwa mzozo wa kijeshi. Wiki zijazo zitakuwa muhimu katika kuamua jinsi mgogoro huu utakavyokwenda. Sawa, hayo tu kwa leo. Hakikisha ume like ume comment na ume subscribe kwa taarifa zaidi. Endeleeni kupata habari na muwe salama.